Huko duniani swala la lishe zina is a security problem, it's not even a health problem. Swala la lishe is considered a security problem, a national security problem. Sio jambo la la la nani la la lishe tena sijui nini hano, tutapoondoka leo kila mtu between your medical profession na nini, wote mliokuepo hapa, mkikae as a team huko as a team, isionekane sifa ya mtu mmoja, go and build a team kila mtu akajue how are we going to face this monster huyu, yani huyu lishe tunaenda kupambana naye vipi? Kumkabili vipi? Tunayo nafasi ya kuweka mikakati madhubuti kuhakikisha swala la lishe linapewa kipaumbele, na changamoto za lishe tulizonazo, hususani udumavu na upungufu wa damu kwa watoto chini ya miaka mitano pamoja na wanawake walio katika umri wa kuzaa, tunaweka mikakati ambayo inatekelezeka mwisho wa siku uweze kutusaidia kutatua tatizo hili, kwa sababu kulingana na takwimu udumavu kwa mkoa wa Morogoro kwa watoto chini ya miaka mitano ni asilimia 30.6, lakini upungufu wa damu tuna asilimia 68.1, kumaanisha kwamba katika kila watoto 100, watoto 68 upungufu wa damu na swala upungufu wa damu tunatambua athari yake kubwa katika afya ya mtoto katika ukuaji, lakini pia hata kwa mama hasa mama, mama aliyemjamzito anaweza kumpelekea katika kifo kwake yeye au kwa ya, mtoto za kupelekea hata kuzaa mtoto njiti, kuzaa mtoto mwenye uzito pungufu, amimba kuharibika na athari kubwa nyingine katika afya yake. Kwa hiyo kama mkoa umetoa maelekezo kuhakikisha halmashauri zinaweka afua madhubuti kulingana na maeneo yao kwa sababu changamoto hii inatofautiana ukubwa kwa kila halmashauri na halmashauri. Kwa hiyo mwenyekiti ameelekeza kwamba kila halmashauri hakikisha imekaa na kuweka mipango na mikakati ya kuhakikisha kwamba swala hili la Uh, upungufu wa damu na utapiamlo kwa ujumla linaweza kutokomezwa katika mkoa wetu. Moja ya mikakati ni kuhakikisha kwamba elimu ya lishe inafika katika jamii kupitia nyanja mbalimbali ikiwepo elimu tunayoitoa kupitia vituo vya afya vya kutolea huduma za afya katika jamii lakini pia kutengeneza mabango ambayo wataweza kutoa jumbe mbalimbali zakazowezesha wajumbe wa wananchi kuweza kujikumbusha na kujisomea. Lakini uhamasishaji wa, wa uzalishaji wa mazao ambayo yana viinilishe kwa wingi na sio uzalishaji tu, pamoja na matumizi katika mazao hayo. Tatizo hili la upungufu wa damu kwa watoto wa chini ya miaka mitano, lakini pia na wajawazito, tatizo hili la upungufu wa damu namna gani sasa Uh, wataalamu wa lishe wanaweza wakasaidia ili tatizo hili liweze kupungua. Sisi kama shirika la CDO ambao ndio watekelezaji, uh, wakubwa wa masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto uh, tumeona tumeshiriki kwa kuona kwamba uh, kama lishe kizingatiwa vizuri hasa kwa mama uh, mjamzito kwa sababu uh, tunafahamu kwamba shirika la CDO linatekeleza mradi wa mtoto kwanza ambao ni mradi ambao tunaangalia mtoto kuanzia miaka sifuri, mwaka sifuri mpaka miaka nane. Kwa hiyo mtoto tangu yuko tumboni mpaka anapozaliwa. Kwa hiyo mtoto anapokuwa tumboni, ni muhimu sana kuhakikisha kwamba mama huyu anapata lishe ya kutosha kabisa, itakayomwezesha yeye kuwa salama kipindi cha ujauzito, lakini na mtoto aliyekuwepo tumboni, na lishe hii itamsaidia mama kuwa na afya njema, lakini pia kuwa na damu ya kutosha itakayomwezesha hata wakati wa kujifungua mama huyu aweze kujifungua salama na mtoto aweze kuwa salama. Lakini mbali na kujifungua, mama huyu akishajifungua, lishe ni muhimu pia aendelee kupata ili a, aweze kuwa na maziwa ya kutosha, ili mtoto anayemnyonyesha aweze kukua akiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo kama wadau wa maendeleo, lakini pia watekelezaji wa mradi wa mtoto kwanza tuna Uh, tunawasii jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba swala la lishe ni jambo mtambuka, na tunashukuru sana mkuu wetu Mkuu wa Mkoa wa Morogoro amelichukulia hili jambo kwa usiliazi sana kwa kuweza ku, uh, kuwapa maagizo maalum leo uh, wataalamu wote walishe kwa maana ya maafisa lishe wa halmashauri zote tisa za Mkoa wa Morogoro lakini pia uh, wakuu wa wilaya ma DMO wa halmashauri zote kulichukulia hili jambo kuwa ni serious.